15 mwishoni alikuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Mwaka 2020 hadi 2022 alikuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Mwaka 2022 hadi 2023 alikuwa waziri wa nchi ofisi ya rais, menejimenti ya utumishi wa umma na utawala bora. Mwaka 2023 hadi 2024 alikuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu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 Jenista ameacha watoto watano ambao ni Victor Joachim, Victoria, Devina na Redina. Kifo. Jenista Joachim Mhagama alifariki dunia tarehe 11 m Desemba 2025 katika hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma kwa maradhi ya moyo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Baba yaitwa mbinguni kwa maisha ya Jenista ambaye hakika alitumikia nafasi yake ya ubunge na nafasi nyingine zilizoaminiwa kwa bidii na uadilifu wa hali ya juu. Tunaomba Mungu ampe pumziko la amani, raha ya milele mpe e Bwana, apumzike kwa amani.